Yeah, yeah. Ali, ali na <coughs> wa Allah mumit, Allah muhyi, Allah jami. Allah atawakusanyieni siku ya nini? Mtakwenda kuulizwa, watu inua mtu mguu wake uwanjani mpaka aulizwe mali yake alichumaje na alitumiaje. Mshaandaa majibu? Walipomjua Allah, wallahi zilipokuja amri za swala wameswali. Swala na kutatwa shata ushirikina. Swala na kutatwa shata mamila. Kucheza cheza ngoma shafanya nini? Tawhidi shawasafisha, wameachana kabisa na mamila, wameaga. Ushirikina semei ushirikina bye, bye. Tendeni twage ushirikina bye bye. Tupungie shirikina zinaa kupenda upumavu kwa shabiki wa mipira pungia apungii. <laughs> pale awaiaga. <laughs> Oh, swala ilipokuja imekuta safi, washaca ushirikina, washacha zinaa, wa kufunga mikamba kama milizi hawana tatizo lolote. Hivi swala ikija itafanikiwa, ifanikiwe. Ndio katika ndoa mke aweze kukutii wewe. Kwenye hadithi Qudsi sana anasemaje? kaifa tabuduni wa antum la taarifun, vipi mnaniabudu liakuwa mjanijua? Kwanza mnijue, miaka kumi na ngapi mnijue mimi na nani? wama atakum rasulu fakhudhuhu wa manaakumanhu anachokupeni mtume chukueni, anachokatazeni. Katumwa na nani? Mtume. wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyun, mtuma mtume ni nani? Hivi watu watamgomea mtume hapo. Sasa wamejua mtume ni nani na Allah ni nani. Ndio, basi kijana anatekeleza. Sawa kwenye ndoa. Usitegemee kwenye ndoa mke atakuheshimu kama hajakujua. Kinachotutesa sisi kwenye ndoa hawa tunaokuwa nao wanawake wajajua thamani za nani? Ndio maana wanachukulia ya poa. Yaani, wajui kama sisi sasa mume ni nani? Hebu angalia ziko hadithi nyingi nasoma mbili tu hizi hapa. Ya kwanza, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam limuzabwaja Siku moja Mtume saa salam anaongea na mwanamke aliyokuwa ndani ya maisha ya ndoa. Huyu alifikia level ya kuwa mke, anamuuliza fa aina anti minhu, upoje wewe kwa mumeo kihuduma. Ki, kwa kuwa mke, ukishaolewa, jiadi yako ni kumtunza nani? Jiadi eh, ya mke ni kumtunza nani? Nani basi ndo nini? Ndio maana wao watulie wapi. Upoje wewe kwa mumeo kihuduma mke anamwambia anamwambia Mtume wa sawa malu ay ma ukasu fi khidmati ila ma ajasu an, mimi sina anachompunja mume wangu, yaani huduma zote so, nampa. Anasimama nyuma yake akitaka show, anabamiza tu muda wote, simenielewa nyie? yaani hakuna kusumbuana kana, alafu tu simenielewa <laughs> <laughs> eh, yeah. sio makamera siski siski hapo. <laughs> <laughs> na <Ski, ski. laughs> <Ski, laughs> mke mmoja kama mako utakoba. <laughs> <laughs> <laughs> tu akambandika swala la pili Upoje we kwa mmeo kitwaa kwa nini faina hujanatoke wanaruke? Upoje, upoja kwa mmeo kuhusu taa kutii, kwa kuwa mme wako ndo mlango ake wa pepo na mme wako ndo mlango ake wa nini wa moto. Huyu ndio mke akija kwenye ndoa anajua kumbe mme wake ndio mlango wake wa pepo na mewako ndio mlango wake wa nini wa moto, hivi ataheshima heshima. Ukimpa maagizo atasikia asikii? Hebu angalia hadithi ya pili hapa. Kala rasulullah salallah alaihi ayumamraa matati Ma wa zaujuha anha dakhalat janna, mke yote anayefariki dunia hali ya kuwa mme wake ana ugomvi naye, huyu amepewa bonge la bonus, ataingia peponi mlango wote. E, yani ticket, kitendo tu cha yani, cha kumwomba msamaha anayeitwa mke halali bila kumomba mme wake nini? Nakuuliza mimi miambo nimekosea nini? Unaambia moja, mbili, tatu. Nasema kama kuna mwingine umesahau, naomba Mwenyezi Mungu anisamehe. Yani unaomba msamaha ukiwa na mke anatabia kukuuliza makosa ili umsamehe kabla ya nini, ya kulala. Yani uo wanamke wakito nono roa waume nawe tika ila kama hizi hapa bado sema tu ila kama hizi nitakashusha hapa bado kitu, waume tulie, nitatest baadaye Muhammad. rabbana zidna ilman warzuqna, ala tuongeze ufahamu bwana. E Mwenyezi <laughs> Mungu asiondoke aliyetenga muda hapa, isipokuwa darasa hii limboleshe kutoka mtu mmoja hadi mtu tutakuwa tayari inshallah <laughs> <laughs> haya, Allah tukubali, tukubali. Enyi wahanga wenzangu, anaitwa mke ana tabia akihisi amekosea jambo, hebu msamaha. Neno msamaha lipo nje ndani, kila wakati ukimkanya jambo moja anaomba la ngapi? Eh, kumemkaa ngo jambo ndogo anapiga goti, alhamdulillah. <coughs> Shukuru Allah, amenipa mme mwema, anasimamia dini yangu. Wapo wenzangu wameolewa, japo wenzao na swali msikipiwe swali ngapi, lakini wakezao wanaenda uchi, midume kusema aisemi. Yani kuna wanaume majumbani, ukawasemi wakezao wanakwenda uchi, lakini wao wana swali swala tano, ila wakezao wa jambo za kisheria

wanaume hao kwenye majumba ni kama wabunge. Nyumba nzima anakuja kuswali mtu huyo, anawakilisha jimbo. Wabunge sijina umuhimu mbunge umeswali, la mke wanaswali wewe, siku siku lao. Unapokea binti wa watu kutoka kwao, wanakuja kwako kwa kama yeye na dini yake, wallahi hata ulizwa sikuwekea madini yake baba yake wala mama yake. Ole wako dini ya mke ifie mikononi mwako, ole wako. Ole wako mkeja watalikuswala. Ole wako mkeja ende uchi. Ole wako mkeja tume mikogo wakati upo naye. Yaani kwa kushinda. Na yani unataka bwana watafanyaje? Yani wanawake wenyewe waeleweki bwana. Mungu mwenye utajua tu Allah. Hapo utaweza bwana. Sisi mwenyewe hataweza. Tena ponu umejitete. Ile <laughs> <laughs> <Yese wa> la? semaalo <laughs> eh anaitwa mke. Anaitwa mke halali bila kuomba msamaha, tofauti na mwanamke. Kwanza ukifika muda wa ndoa, hana haja ya kuomba dua apate mume mwenye dini, si hivyo? Yeye anafikiria mwanamume mwenye nini kwake? Akhera sio siyo ishu, anaangalia nini? Dunia yake. Anayeitwa mke hajui thamani, anaitwa mwanamke hajui thamani ya nani, na ndio maana atawariki. Lakini anayeitwa mke yeye anajua kabisa alomwoa anajukumu la kuokoa nafsi yake na amepewa jukumu la kumuokoa nani? Yeye yani, amekuja kwenye kiwanda cha uokoaji, lazima kupo shirikiano. Tofauti na mtu mwanamke anakubali kuolewa kidini, akija kwenye ndoa dini hataki. Ndio maana kuna baadhi ya wanaume wanaswali msikitini, lakini majumbani hawana sauti, wako wanaangalia mi TV mi season, tena unalipia wewe season. Anapigwa mtu risasi, mwanamke analalamika, analia, wamemuua, huruma kwa jina, atakula sija huruma na no, wewe ndio unalipia king'amuzi. Hivi wewe una akili tai? Wewe hapa, nyinyi najua wote mafira mnyi, majumbani hamna nyumba, zimegeuka zimekuwa kumbi za ibilisi, adhikari zetu ibilisi. Nyumba hazina mudhaka wa Qur'ani wala nini, ma, makombora ya ibilisi anachakaza, zimekuwa uwanja wa vita wa ibilisi. Nyumba gani hazina amali wa Uislamu, anaitwa mke nyumba inakuwa inasimama tofauti, na mwanamke lakini anaitwa mke. Mambo matatu, hadithi ya Mtume Muhammad a dunia matau ama dunia kuloha matau wa khairu matau, ya dunia yote ni starehe, hajas starehe mojawani mpaka apate mke mwema kwa mambo matatu. Ya kwanza aweze kukufurahisha, yani kukufurahisha kwa kwingi kuliko kukuuvi. Ukipata mke anakufurahisha sana kuliko kukuuvi, anaepuka na mambo ya kukuuvi, kukufurahisha kwingi kuliko kukuuvi, huyu mke. Ukipata mke anakukaribisha vizuri, ndio maana ya kukufurahisha hayo anakufulia nguo zako, nakunyoshea vizuri, unakuja msikitini. Maana kuna watu wanakuja msikitini kitu kimoja juu kingine wapi, kama mwanafunza hadi saa mbili <laughs> yani, kiumbe naye cho mtu, wallahi utaenjoy. Yani target yake ni kukufurahisha, kwenye mapishi, kwenye mapokezi eh, kukuimbia mashairi, nakupigia piga zio singo zile penzi nakupenda kupenda, usije ukanitenda, wangu mwili ukakonda, kwa kuwa unaniponda, kwa galama nimekuinda, penzi lako nitalilinda, mapenzi sio kidonda, nikikosa nitakonda, nimekupa wangu moyo, mapenzi usifanye choyo. <laughs> <laughs> <laughs> Napata swaga hizo nye au nasubiri kufa? <laughs> Haiwezekani, hala tangaze ndoa akamtua mtume atangaze ndoa, ndio starehe. Namba ngapi tunalipata hiyo starehe? Mistari ipo kwa Mwanza kwenye kongamano, wanawake wanaambia sheku Mwanza, mtihani, yaani mwanamume akitaka oya oya sex <laughs> sasa nakuambia <manayana>. Ah, <laughs> twende, anayeitwa mke mtu. Anaitwa mke anakutii vizuri, asumbuhi na anakutunzia mali yako, hata ukiwa haupo anakutunzia mali yako na mwili wake, watu wafanye nini? hawamzini tofauti na mwanamke. Mwanamke kwanza utii ana moja mbili, anatoka bila ruhusa, yeye ni mtu akupewa taarifa. Kuna wanaume wajui kuomba ruhusa, wao ni watu wakupewa nini, taarifa. Anaomeumia, anaitwa mke, anaitwa mwanamke mwaminifu. Ana bwana mmoja, mkoa mmoja nimeenda nikapiga mada, nikazungumzia umuhimu wa kuwa na mke mke, niwe mwaminifu. Akifua nguo, akikuta akikuta kwenye kazi, anaiweka wapi jamani? Meza tana anakutania Uliko na nitega ela, kwa hiyo ah, mtu mnaje hapo? Sasa anaitwa mwanamke wanasachi balaa ka panya vibaka. Mmoja mkua mmoja anambia, Shedi Dimoso, mimi kidogo ninafutambie, juzi nimesaa shilingi hamsini kwenye kazi nikatia timu sokoni, nikashtuka mzigo sina, nikaruka yawani

anaitwa mwanamke anakuwa ni mwizi kimeka dukani anapiga anaandaa maisha yake akijipanga vizuri, anaanza kuzingua ndoa. Ifanye nini? Ife? Kuna watu wengi maisha yao yameharibika kupitia wanawake. Nyi mnasemaje bwana hapa? Nyi wote amna, nyi amna tatizo, sababu mimi si wajanja ela kila mtu. ah, ah. <laughs> <laughs> ah, twende. Anaitwa mke, akija kwenye ndoa anakuja jumla, akija kwenye ndoa anakuja anakufuata wewe, sio mali yako yuko tayari kuishi nao, ukiwa kijana, ukiwa mzee, ukiwa na hela, ukiwa una eh, ukiwa mzima, ukiwa huyo, ndo mke. Nabii Ayubu alioa mke, alikuwa na wanawake, alikuwa na nani wanawake, wali walijichuja, waliondoka, ndivyo sivyo mwalimu? Lakini mke alibakia naye, akubakia naye, yule ndio mke yule, ukiwa leo ndo mke <coughs> yule yani jikubali. Ukitoloa waki wakitoa wa ume, itika tupo, itika, sikiza mimi nitamaliza hapo, nitaita mlo mpo. Maboshe ni mpo yee. <laughs> <laughs> Anaitwa mwanamke akia kwenye ndoa yeye, yeah, anakuja kama traa <laughs> mamlaka ya nini? Eh, kuna watu mnapata mapenzi kwana kwa, kwa sababu ya nini? Eh, sasa pesa ikutoke, hana subira, anakuleta haraka nje nje, vikao kibao vya usuluhishi, atasuluhu nasakuambia, eh, <laughs> tra saeikusani lakini mwisho anaitwa mke anatosheka na hali ya mume, anatosheka na hali ya nani? mm-hmm. E, yaani china lala shimisho, anakula za subira, zinafanya kazi. Hata ikiingia Ramadhani, pesa ya kumlia nguo mpya una anaelewa, anatulia, hana shida. Huyu kaja, huyu anatosheka, mpaka unakuwa na amani. Ukiangalia wezako wengi, ndio zinapopelekesha

umejenga na kupitia kazi ushamaliza, na kila safari kilianzisha akinipa talaka, ngoma tuwafanya nini eh? <tipasuhu> Sasa leo kutoa talaka, unajiuliza babaye, inabidi uvumilie <tipasuhu> tu, ndio wanawake washe wewe, ime tu, lakini mapenzi huna. Kama blow hapo, pole sana, ikaje sitaje sitaje, sio peke yako wala. Eh, haya, twende, anaitwa mwanamke anatosheka Ah, so, ah, anaitwa mke wasiokuwa wake. Wanawake huwa wakija kwenye ndoa hawana mioyo ya nini, ya kutosheka, hawana subira na tamaa mbele tena. Wengine wakiwa na maisha yaende wanavyotaka haone tabu na kusumbua naye, akafanya kazi anakulazimisha, akafanya kazi, eh bora, anakulazimisha hata hiyo kazi ikiwa ni ya kuziniwa, mradi akafanya kazi. Sasa hivi wana tabia moja, wanataka nao wabebe majukumu ya nyumbani kwao. Yani, unachogudwa <tuhi> una na watu wanataka kuja kwenye ndoa. Anataka ukipeleka kwa mama kwa 50 nafaa upeleke ngapi? 50. Hamsini. Kumbe hiyo kanuni haipo. Ni wewe ukijalia mtoto upeleke. Sasa wanaka wa Said wanataka wanao wapi majukumu ya wapi? <tuhi> ya majumbani mwao. Ndio maana wamekuwa sasa wanalazimisha kufanya kazi hata kama za kuziniwa, moja hata kama wewe ndani kila kitu cha kula unapeleka, anakobezwa hela zako wewe, ukijakufa kufa mimi nitakwaje? Na mimi lazima nitafute zangu eh, utafute zangu basi, anakwenda kutafuta kazi atakuziniwa na ziniwa na ukikataza kwa bora tuachane. Lakini baya zaidi, wanacheza vikoba vya siri, hata mme ajui. Pesa wanapata wapi? Namna ya kwanza ile ile, pesa unawacha mboga ile inarekebishwa. Ndio maana unashangaa umeacha ile amana. Ukiwa nyumbani, unapikiwa mboga midagadaga, michicha, mwingine unapikiwa mboga kama dawa ya ngili, kumbe ile pesa migao mingi napeleka mwingine ana anakupiga matukio mara mjombake anaumwa, mara kuna nani anaumwa, mara mtoto dawa zitoshi, kile leo namwachia, yani mpaka unasema hii hapa, unachuma ulite ndani nini hapa kablo hapo. So kama kutengeneza na utakoma wewe, una mwanamke wewe, una mke wewe, unaalamika <laughs> bwana nimaliza hapo. Bwana, mimi naitwa Mwalimu Dimoso, mambo yapo mengi, nimetamani walamu siondoke, isipokuwa ni wasalimieni katika jambo ambalo linatukosti, Allah anatutaka kwenye maisha ya ndoa tumcheki sawa sawa, lakini watu wengi wenye ndoa wamchi Mungu sawa sawa. Sasa mimi ni mwalimu taaluma na mimi ni mwalimu mtarajiwa, kama vile makange alikuwepo, leo hii hayupo, kina mwamedidi hawapo, darasa zake za mwamedidi zipo hazipo. E, na mimi mwenzenu, mimi mimi ni mwalimu taaluma. Kwa hiyo mawidhi yangu haya natamani yaendelee kuisha hata baada ya mimi kuondoka duniani. Mimi sijachagua mlango wa kuuza dawa

<laughs> uh, yaani matamanio au nyege kwa maneno mengine iko kwenye nini kuchu, kwenye kichwa? Asilimia ngapi? Sasa hey, mtakula midaa mtaoga mtachamba amna kitu. <laughs> <laughs> <laughs> Hivi kwa fona mwanamke ukirudi nyumbani anaanza kuletea mashtaka, wewe eleweki, muda filimbi imelia, timu zijawapi, unaweza kufungua mashtaka. Wewe eleweki, siku zibaili unaambia, sio mda hapa hapa, kama alikasirika kikao, ananyoa kikao.

Hapa nilipo hapa ninatembea na flash. Ndio zinasaidia hizo walau na mimi mzunguko maisha afanye nini, yeah, yeah, yaende bila kufanya rishi kwenye dini flash yetu ni GB thelathini na mbili tumeweka mafaili, ma, ma, mafaili mafaili kwa sura mbili audio na nini na video. Somo la kwanza nakamua hapa heshima ya nani ya mume, walahi kama umeoa, kama una mke mwema, kamwekee hii asikuwa nani, na kama anachemecheme za uasi kamwekee Jamaa, somo la pili limelia, mi na wanawake usiopenda ndugu na wazazi wa nani. Nimewaambia wanaume atakiwa kwenye kongamano wapo Gairo hapo, wanaume kulea ndugu wa mke ni hisani, ni wema, sio lazima, ila si wanaume kulea ndugu zetu nini, ila kwenye majumba tumegeuziwa pila, ndugu wa mke ndo lazima ndugu zetu ziada. Nyinyi mnasemaje? Wenye nyumba wote mkono juu, wenye nyumba wote mkono. Haya, tulieni. Majumba mengi mmejaza ndugu zetu, ndugu wa mke Tuanze hapa hapa kwanza. Na nyinyi mshapigwa pili eh. Mbele <laughs> kama nyuma kiboko mnaswaogwa tu mbele. <laughs> Eh, ndugu zetu hawana haki kwenye majumba. Hao nyinyi mnasemaje? Tumelia. Lakini nimelia na wanawake wamekuja kwenye ndoa kama TRA. Kuwaonesha kwa maisha ya ndoa ni zaidi ya nini? Zaidi ya pesa. Mbona baba zenu na mama zenu walivumilia? Ila vizazi vya sasa vinajifanya vina nini? Au nyinyi mnasemaje? Wake <up>. Na kama <laughs> hujaoa, flashii muhimu sana. Kuna watu wamjaoa kuna kaka zenu wameoa no. okay, ukiangalia maisha ya blaza na shemeji shemeji kata, kaka katawaliwa shemeji watu wanagonga, mpaka unaambia kaka, mbona shemeji watu wanagonga? Unamsikia wewe wewe. <laughs> <laughs> <laughs> kwa hiyo tumechambua, ndio kutosha, lakini umeelezea elimu ya ukewenza, tumeelezea elimu ya uongozi, kunja samaki angali mbichi, umeona, tukaelezea dhuluma za wanawake. Kuna watu wanasomesha wanawake mpaka vyuo kwa ajili ya kuwaoa baadaye wanawachomolea, au unasemaje? kuna watu wamesomeka wa chumba wamejenga mpaka jumba walipofanikiwa wamejikuta wamekuwa kama brodoza wamechoka barabara barabara zilipokamilika brodoza aina haki ya nini zinapita noa simu leo hiyo yaja kuna bro anasema sasa na mimi napigwa sasa hizi ndio nakushtua hiyo bro ah chukua fashu kajiongeze wallahi ndio ni elimu kila ibada imekuwa elimu wa anallah qad ahata bikulli shay'in kila ibada imetanguliwa na nini kinachotesa sisi kwenye ndoa, elimu ya ndoa hatuna, mabwana. Mmenielewa? Mjanielewa swali kabla mjainuka, kuna maana sieleweka? Mmenielewa vizuri eh? Haya, sasa fashi yetu makumi matatu, ukiwa na sadaka nusu unanipa, ukiwa na kamili unanipa, na ukiwa una nakudhamini. Kiu yetu sisi tunataka elimu ya ndoa ifanye nini, iende majumbani, msiamilisho kila kitu dawa, dawa, dawa. Vitu vingine ni elimu, mabwana kwenye dini ni nini nini? ibada zote zinataka nini? Sasa umma hatuna elimu ya ndoa, migogoro yote kwenye ndoa ni kwa sababu hatuna nini? Mwekee flash ajiangalie, yeye mke ama mwanamke ajipime suti. Sasa akishaelewa wanasema wataalamu, ukishajua tatizo ndio mwanzo wa kutatua nini tatizo, au ha, mnasemaje? Haya. Na, kwa hiyo ndio hivi, kwa hiyo ami ndo maana saa yangu, Inshallah Mwenyezi Mungu atuongoze, nawapenda, natamani siku moja, hata kama ijumaa Tawapigia simu ni jini kiri ya hotuba ya Ijumaa na inawezekana. Au vipi? Kwa uwezo wa inawezekana inawezekana? Inawezekana. Mami siku mwenye matesti na badisha ladha. Sayi. Mami siku mwenye matesti na badisha ladha. Sayi. Mami siku mwenye matesti Eh, ndio maana la kasema utaku mimi kumuuma, lazima wapo watu wafanye nini? Watoke. Jamani, Uislamu ni bidhaa. Kanuni ya bidhaa inataka lazima ipate wapiga. Wapiga debe ili walaji waone umuhimu wa, wa bidhaa. Wapiga debe ndio sisi tunatembea. Simeona vizuri <laughs> eh. Yeah. Eh. Yeah. Sasa, moja kwanza, imamu nisamee. Nipe nauli nirudi Morogoro. Huu mchango achane nao. Nipe pena... nauli ya Morogoro simejua baba bwana. Nirudisheni tu Morogoro, sio mchango huu ah. Sibu sio. Yaani nyinyi mrudishe Morogoro. Nawapendelea wapendelea kheri. Sisi watu wa yani dawa, si tunatakiwa tulelewe. Kwenye dini tumetakiwa tupewe hata fungu la zaka. Ila sasa mashehe, kwa sababu malezi amna, wameamua kwa wasanii. Ndio maana kila shehe anaamua kuuza dawa. Sababu si amuelewi.